Baada ya taarifa eh, ambazo zimekuwa zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu michango ya eh, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA bwana Tundu Antipas Lissu ambazo zilichangishwa na baadhi ya makada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo eh, kuelekea kwenye akaunti na namba binafsi za kaka yake na mheshimiwa Tundu Lissu bwana Mgwai Lisu, na kukaa kumetokea kwamba e, kiasi cha fedha ambacho kilikuwa kimechangwa na Watanzania mbalimbali e, kutoka maeneo mbalimbali mbali Tanzania na nje ya Tanzania kuwa kimepigwa. Sasa chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, ambacho mwenyekiti wake ndiye bwana Tundu Antipas Lissu kimetoa taarifa kwa umma kuhusu e, sakata hili ambalo limezua sintofahamu miongoni mwa jamii ya Watanzania. Kumekuwa na taarifa za upotoshaji zinazosambazwa na watu wasiokitakia mema chama zikiwahusisha viongozi wa chama na kashfa zinazohusisha madai ya michango iliyoendeshwa hivi karibuni mitandaoni ili kumchangia mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Tundu Lissu. Tunapenda kutoa ufafanuzi kwamba michango kwa ajili ya mwenyekiti wa chama taifa iliratibiwa kupitia namba ya simu ya ndugu yake, wakili Arute Mgwai Lissu. Aidha, uratibu na upokeaji wa michango hii au kufanywa na sekretarieti ya chama taifa au na kiongozi yeyote wa chama. Tunaomba Watanzania na dunia nzima kupuuza taarifa potofu zinazosambazwa kwa lengo la kuchafua taswira ya chama na viongozi wake. CHADEMA ni chama kinachoongozwa na misingi ya uadilifu uwazi na maadili na akiruhusu matumizi ya jina la chama au viongozi wake kufanikisha vitendo vinavyokiuka sheria na taratibu zilizopo. Imetolewa leo Alhamisi tarehe 29 ya mwezi Januari mwaka ishirini na ishirini na sita, na Brenda Rupia mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi.